Karibu katika mda pesa, mda pesa, ninakusalimu kwa jina, naitwa timo mzava. Una like hapo, una subscribe na una gonga hiyo kengele ili nitakutoa somo lingine uwe wa kwanza. Mda pesa, mda pesa, karibu ndugu mtazamaji wangu wa mda pesa, ninakusalimu kutoka pande hizi za tizeni Afrika au sio? Tanzania e, nchi yenye tembo na twiga e, na mlima wa Kilimanjaro. Karibu katika chaneli yako pendwa ya mda pesa mda pesa. Asante sana kwa kuangalia somo lililopita. Somo lililopita nilikuwa nakuelezea kuelezea kitu kinachoitwa push click katika kurasa wa Timebucks katika ukurasa wa Timebucks, ile push click, uliona ilikuwa na uwezo wa kukupa dola moja kwa siku, dola tano hadi dola kumi na uliona mifano ya watu waliopata. Lakini siku ya leo, ndugu mtazamaji mpendwa, channel pendwa ya mda pesa, ninaenda kuonesha kitu kinachoitwa content. Content inapatikana katika ukuta wa Timebucks. Content, pale kunakuwa kuna matangazo mbalimbali mbali kila muda labda walisali moja nusu saa dakika 20 nategemea siku hiyo matangazo yale yakoje. Ile matangazo unaenda kuyafungua, ukiyafungua yako ya dakika tano, unaangalia tu peji. Mengine nataka ujisajili sign in, sawa, basi ndio hivyo, na unapata pointi zako. Anaweza akawa hata kumi kwa siku, ambayo unaweza ndani ya lisali moja au ndani ya dakika ishirini ukatengeneza dola moja au dola mbili, ni kitu cha furaha sana. Kwa hiyo Timebucks ina hiyo kitu, nitakwenda kuonesha jinsi gani ya kufanya na jinsi gani inakuwa credited. lakini cha muhimu sana, baada ya somo hili nitaenda kuonesha au kukufundisha sehemu ya ukuta wa marafiki wa Timebucks. Ule ukuta una nini? Una apps mbalimbali mbali ambazo na site mbali mbalimbali ambazo ni za kucheza game. Wewe ni mpenzi wa kucheza game sana, lakini game zako umedownload aurip labda ni za magari eh, za silaha eh, za vita mm, za kupanga matufe kukata matikiti, labda makreti ya soda sijui nini, gemu yoyote. Lakini huku katika Timebucks katika ukuta zile za marafiki wa Timebucks wanakuwa na gemu, unaweza ukapata game ya dola arobaini dola mbili mm. unaweza ukakuta tu ni sehemu ya ku ukisai nini labda ni Alibaba Aliexpress, unapata senti kadhaa sawa. Unaweza ukapata ofa ya Amazon gift card, eh. Lakini cha muhimu ni kuenda kujua hiyo content inapatikana muda gani wapi na jinsi gani ya kuifanya. Katika video inayokuja ndio utaenda kuona au marafiki wa TimeBucks wanafanyaje. Kwa hiyo riku ya leo ninaenda kuonesha katika content ongozana nami mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka kunipa sapoti, kugonga kengele, kusubscribe, kushea na warafiki zako, waambia kuwa kuna TimeBucks. Kengele nakusaidia nini? Napotoa somo lingine uwe wa kwanza kufahamu, na vilevile vile siku zijazo nitaanza kutoa vocha eh katika mitandao pendwa ya Tanzania. Kumbuka mitandao pendwa ya Tanzania kwa sababu mmenipa sapoti eh, kuangalia video zangu, imenipa sapoti ya kulaiki, nasema asante. Muhimu, una swali, sehemu umekwama, chini ya hiyo video uliza swali katika peji ya kueneo la kuuliza maswali au la ku comment, andika pale tatizo gani mm, nini niongeze, labda na vilevile, ninachokuomba share Waambie washikaji eh, uswahilini huko, uswahilata uswekeni ndani ndani, waambie wa kuna channel ya Kiswahili itakupa eneo dogo la kuongeza fedha zako hata kwa siku, ukipiga hela kwa wiki ukatoa dola kumi itakusaidia. Kuna wengine wanafanya kazi lakini haifiki mwisho wa mwezi, nauli hawana eh? anakuwa anaishi kwa siku kumi tu baada ya mshahara kutoka au posha wamepata ataishi vizuri kwa siku kumi. Baada ya hapo, anaanza kuomba nauli, anaanza kula mlo mmoja. Lakini hizi sites zinakusaidia kupata kipato, kuongeza kipato chako. Ukiwa una site au apps mbili au tatu, kila app itakuwa inatoa labda dola kumi kwa siku, umekaa labda risali moja dola thelathini kwa wiki, ni nyingi, itakupeleka asante. Sana, twende katika somo la ukuta wa marafiki wa TimeBucks. Usikose kukuangalia somo hili linalokuja, lakini somo hili la leo tunaenda kuangalia ndani ya content. Asante sana, mda pesa, mda pesa. Hii ndio TimeBucks yangu, inaifungua ninasubiri ifunguke ili niweze kupata ile content. Ile content watu wengi sana hawaielewi, lakini inasaidia kufanya maswali kwa ku preview muda. Nitaenda hapa kwenye earnings, ikishatoka hapo kwenye earnings tasubiri ifunguke. Ikifunguka hapo nitaenda kwenye content. Kwa hiyo hizi content zinanisaidia nini? Twende ndani tuone funguka itaniambia, hapa. Ninaangalia kwa sekunde tano napata 0.001 ninagonga hapa kuangalia view. Kwa hiyo mimi nitasubiri tu hizo sekunde tano, zikifika sekunde tano nitakata, nitafungua tena. Kwa hiyo utaona hizi sekunde zitaanza kuhesabu zenyewe. Hapa zitaanza kuhesabu hapa, kama unaona hii imeanza kuhesabu, kontasubiri nne zikifika nitakata, zikifika sifuri, maana nataka sekunde tano ifika, italia alam ya ukengele sharia, mimi nitakata hapa, nitaangalia, je, kuna kingine nyingine, nayo inaambia dakika tano. Hiyo kengele umesikia imelia hiyo hapa na dakika tano. Hii ni nyingine, fungua hey. Nayo naenda tena kuangalia kwa dakika tano. Ndio inavyoenda kwao, peji ikifunguka nitakuwa ninaangalia ile peji kwa dakika tano. Lakini hapa sasa hivi naniambia hii playful amna ofa, lakini dakika tano imeisha, umesikia hiyo kengele inakata hizo, zinaingia hapa tena. Hii ni nyingine, dakika tano, ina preview tena, inaangalia dakika tano kule, ikihesabu italia tena kengele. Kwa hiyo ndo hivyo takavyokuwa naenda, kama siku zipo kumi, ishirini, thelathini, kama unavyoona muda hapa, inahesabu huo muda, hizo sekunde Sema mtandao kidogo sio mzuri, kwa hiyo haiendi haraka, lakini ingekuwa imeshafunguka ungeona hizi sekunde nazo zinakimbia, kwa sababu ni sekunde unasubiri imalize kulodi Ke. Na hapo unapo preview ukifunguka, ndo hizi unaziona, hizi huko ndani kuna ofa nyingine ambazo unaweza ukacheza kama ni game unavyoziona hizi hizi eh, ni game kama unaziona. <tip> kujaza hizi za kuunduki kulengana sijui nini eh, hiyo mambo ya jikoni jikoni sijui awa kisima. Kwa hiyo ziko nyingi na unapata point hadi dola tano sita kwa siku. imemaliza hapa kuhesabu mesiahyo kengele ninafunga nikifunga, imekuja nyingine nawe inanitaka kwa dakika se kwa sekunde tano, inanitaka kwa sekunde tano, nina review nayo hiyo, ninaiangalia hizo sekunde tano, nayo itaanza kuhesabu kama utakapoona hiyo, nikimaliza tu upload hiyo, itaanza kuhesabu. Hapo umeona imeanza kuhesabu, kwa hiyo itahesabu, ikifika sekunde tano Sema kwa ajili mtandao sio mzuri inachelewa. Kwa hiyo kimaliza stano hata kama haijafunguka, kwa sababu hii ni imesetiwa, inatambua. Kwa hiyo ikiisha, nami ninafunga, nitaangalia kama kuna nyingine. Kwa hiyo hapo ina load tena, niangalie, je kuna nyingine? Ile imeisha, kuna video tena, nataka ni share ni like ni comment ni sub Naona no. Ukiangalia kala kake ni kadogo, lakini haina tabu, naone unafanya, inaendelea kukubali. Mda Pesa, Mda Pesa. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika hili somo la content. Nakuomba usikose kuangalia somo linalofuata, weka notification, subscribe, waambie washikaji. So, unayofuata ni sehemu ya ukuta wa marafiki wa Timebucks sababu utaenda kucheza gemu eh utalipwa. Utaona katika watu wa wanapata dola mia tano kwa wiki dola mia nne mia mbili mia tatu eh, lakini ni wengi ni kwa kucheza game, kwa sababu video hazina hela nyingi sana, unaweza kupata labda dola tano kwa wiki eh, sio mbaya lakini push -click, eh, content ukiongeza na game, unaweza kupata kwa wiki dola mia tano. Ni wewe tu jinsi ya kujifunza Umeona game umeiangalia, uifahamu, unaenda kwenye YouTube search ile game, huyo watu wengi wanaonesha jinsi ya kufanya, unarudi huku, unacheza unapata hela. Ndio hivyo haya, ndio maujanja ya mda pesa. Asante na karibu tena katika chaneli ya kupendwa ya mda pesa, mda pesa, mda pesa.